Ni jambo lisilopingika kuwa serikali kuja na mikopo ya asilimia kumi inayotokana na makusanyo ya ndani ya halmashauri mbalimbali mbali nchini ni kumtazama mtanzania hohehahe wa hali ya chini, ili ainuke kiuchumi kupitia shughuli zake mbalimbali mbali za uzalishaji mali zinazobeba mustakabali wa maendeleo yake binafsi lakini pia ya taifa kwa ujumla. Kana mikopo ya halmashauri tumejivunia vitu vingi ambavyo tulikuwa hatuna na sasa hivi tunavyo kama mashine chileani vifaa vingi vya printing. Kwa mfano, tumepata kazi kutoka wilaya ya Mkalama kusupply sheti zaidi ya no, traki zaidi ya 500 za mwenge. Licha ya mikopo hiyo kuleta neema kwa wananchi lakini lile jinamizi la marejesho ya mikopo hiyo bado ni kilio kwa halmashauri. Tulikuwa na takriban milioni 200 mikopo chechefu, kwa sasa imebaki milioni 37. Tunaendelea na jitihada hizo, lakini tuendelea kuchukua hatua mbalimbali, ikiwemo njia za kuwafikisha mahakamani vikundi ambavyo vinadaiwa kwao. Tunategemea kabla ya tarehe 30 Juni, kuna baadhi ya vikundi ambavyo vimeshindwa kabisa kurejesha mikopo hiyo, vikapandishwa mahakamani. Katikati ya kikao cha baraza hili kilichoketi kujadili na kujibu hoja za mkaguzi na mdhibiti wa hesabu za serikali CAG, swala hilo linaibuka, lakini kubwa linaanzia idara ya maendeleo ya jamii. Na sisi tumeshakubaliana mheshimiwa mwenyekiti, pale mkoani mtatusikie. Ikifika Septemba 30, hakuna hela za halmashauri zimerudi, sisi tunakamata mshahara, maanake kwa mikopo hii tunapoendaga kuomba hela ya bajeti tunakamataga shilingi ya mshahara wa mkuu wa mkoa. Kwa hiyo, kumbe na mimi natakiwa nikamate wa kwangu. Kwa hiyo, tarehe 30 Septemba kikundi hakijalipwa yule afisa maendeleo ya jamii wakata husika, tunakamata mshahara wake. Mimi naomba kukuahidi, mheshimiwa mkuu wa mkoa, tutashirikiana na ofisi ya mkurugenzi ili kuhakikisha kwamba hawa ambao wanaotajwa ni watu wenye vikundi wanajulikana, wako wapi mara unasikia hawajulikani wako wapi, wakati walipewa mikopo na kulikuwa kuna anwani. Tutawatafuta na tutakupatia mrejesho, mheshimiwa. Baraza la madiwani la halmashauri ya wilaya ya Mkalama limejadili na kujibu hoja kumi na sita, huku tatu kati ya hizo zikitokana na mfuko wa vikundi vya wanawake, vijana na wenye ulemavu.